Wakazi wa kijiji cha Muthitwa, kilichoko katika kaunti ya Tharaka Nithi, wamejitokeza kwa wingi kumkumbusha mbunge wa eneo hilo, Gitonga uh, Murugara, kuhusu ahadi aliyotoa ya kuwasambazia umeme. Aidha, wanasema kuwa kwa zaidi ya miaka saba, wamekuwa wakisubiri utekelezaji wa kisubiri, utekeleza ahadi hiyo bila mafanikio yoyote. Kijiji cha Muthitwa kina shule za msingi na sekondari pamoja na hospitali ambazo zinahitaji nishati ya umeme. Niko katika eneo la Muthitwa, eneo bunge la Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, ambapo wanabiashara pamoja na wakaazi wameweza kujitokeza hii leo. Bila kupoteza wakati, kwa sasa naungana na baadhi yao ambao naona nyuma yangu waweze kuchorea taswira jinsi ya mambo yalivyo katika eneo hili. Nam anza tu kwa jina, kwa jina naitwa Mwiti Murungi. Mimi ni mkaazi wa eneo hili na tangu mbunge wetu Bwana Gitonga Murugara achukue mamlaka, akaingia katika uongozi mwaka 2017 tumekaa eneo hili hatujai tuletewe stima hizi, handi unatupea mara mbili na kuni ambayo umefurufiwa ume hata moja. Eneo hili pia ni eneo ambalo bishop wa Meru, Joseph Meru, ametoka na kwake, pia hakuna stima. Kwa hivyo hata kama uwe, uwezi uheshimu wa kazi na shule, tafadhali tunakuomba tushughulikie hata hata kwa bishop wa, at least hata ikiwa na gani wake wakuje mahali ambapo kuna stima. Angalia, kuna wakati walimu wanataka kufanya ma emails maybe kwa TSC, eh, draw the account directors ama the principal want to communicate to another eh, institution hawezi akafanya kwa sababu hawezi akatumia computer kwa sababu hakuna stima, na pia wanafunzi hawezi wakafanya eh, preps kama hakuna stima, na wakaaji pia wa Muthitwa Tuko na, wa, tuko na watu chungu nzima ambao wamesomea welding na hawezi wakafanya waka, waka hiyo kazi kwa sababu hakuna nguvu za umeme. Secondary, kuna mpaka kuna hiyo hospitali iko hapa Matakata ni dispensary. Haina stima, mheshimiwa haina stima kabisa, inaangaika. Watoto wa secondary wanafanya mitihani, imagine, wanaenda printing, wanaenda kutafuta printing mbali. How comes mheshimiwa? Kinaya ni kuwa sisi hapa Muthitwa tunakaa kwa giza na bando anatua hindi vile anaenda kututafutia kazi atutaki utafutie kazi huko. E, leta stima hapa Muthitwa vijana wajiajiri na sonolebo jonji the best Muthitwa ni njonji the worst, kusemo kweli, kusemo kweli, kusemo kweli. Au hebu hemp hapa chini tu tuko na bishop wa Catholic hapa tuko na another bishop anaitwa Muriuki wa Chuka. Sasa wao watu wawili kwa mboma zao hakuna stima kabisa, mpaka wanaogopa kukuja kuja nyumbani sababu hakuna stima. Hicho kimekuwa kilio cha wakaazi eneo hili la Muthitwa, eneo bunge la Tharaka, ambapo wamekielekeza kwenye mjumbe wa Tharaka, Gitonga Murugara, kuweza kuwajibika na kutimiza ahadi za miaka mingi ambazo aliwekea wakaazi hawa. Ni kiripotia runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Tharaka Nithi.